Video leo hii tupo Amani Amani Complex Zanzibar. Tupo na fans of Simba. Mwanangu unaitwaje? Aisee, kwa majina anaitwa Mwalimu Wadi, ni afisa habari na msemaji vile vile wa tawi la Simba Igoma. Nawakilisha pia Mwanza, wana Mwanza wote ndio nawawakilisha. Nimetoka Mwanza siku ya leo na nimeweza kufika hapa hapa hapa hapa Amani niyo Amani hapa Zanzibar kwa ajili ya kuja kwa ajili ya kuja kumsapoti na kuja, kuja kusapoti klabu yetu ya Simba tumekuja tukiwa tumejipanga vizuri. Sisi wana mwanza tumetoka ukerewe tukiwa tumeaga kabisa kwa ajili ya kuja kuchukua ushindi. Hawa Waarabu tutawapulizia pumzi ya moto, na nakuhakikishieni kuna goli zaidi ya tatu, kuna goli zaidi ya tatu. Hatutaenda matuta wala nini, tuna goli zaidi ya tatu. Sisi tumekuja huku kutoka mwanza, tumetumwa na wazee, wazee wa ukerewe, wazee wa mwanza. Tumekuja kukiosha, kukichakaza kabisa nalo na kuondoka na kombe letu. Tutaondoka nalo, tutarudi nalo mwanza. Tumejipanga namna hiyo. Wenzio naona wanaweza kusema chochote yani, ndio. Kwa majina, naitwa Woodlove au JR. Sisi tumetoka Igoma Mwanza, kilomita zaidi ya elfu mbili na kitu kufika mahali hapa. Yote yote tumefuata kombe, iwe isiwe, jasho, damu, vyovyote vile, kombe lita kanyaga hapa, lirudi kwa wenzetu, litabaki kwa vyote. Tutafunga mageti kwa magoli, kwa vyovyote vile, ushindi ni wa kwetu, kombe labaki kwetu. Sisi wanyonge, sio chini ya goli tatu. Bradha, kombe linabaki na kuakikishia na. Inakuwaje livopanda boti, hujatapika au vipi yani? Bahzitapika sisi, kule kwetu kuna boti tunaenda Ukerewe, kuna ziwa Victoria ni kubwa kuliko kuli, tunatembea kilomita elfu moja mia nane tunaenda mpaka Uganda, masa si na natembea kwenye mazatapiki, utapika hapa hapa patate sana bradha. Tunabaki na kombe la kwetu hili. Sasa hivi t-shirt, mbona huna t-shirt iliyoandikwa tawi la Simba wakilishwa mevanikaabaa ubwela baana logo yetu natembeaao a mwaka huu kama umefuatilia ubaa ubwela do fans anaotembea nae sisi, hii ni atawi la Igoma. ah, toka Igoma, okay. Sasa inakuwaje yani, mbona umekaa kimya mwanangu? Ah brother, kwanza hapa nasikitika sana bwana, yeah. Nimekuja kwa mama, nimekuja kwa ndugu zangu wa Pemba mimi yeah. niko vizuri, ninashukuru. Wamenipokea vizuri, ni wakarimu, ila cha msingi tu, nimekuja kumuua Mwaarabu, atanisamehe. Ni hayo tu, nimetoka Mwanza, nimekuja kwa mama, kuja kuchukua kombe langu. Kwa jina anaitwa King au Dim Sukuma. Unafikiri okay. Simba tunashinda goli ngapi kesho? Tatu. Tatu tatu bila. Unafikiri bila. Bila. Goli moja, goli la kwanza atafunga nani yani? la kwanza atafunga Kwala la, la, kwa, la pili atafunga Aua. Okay. Naona no, no, uh... kuna dada hapo, nataka kuongea chochote?